Kila anayelia ataliliwa, kila anaitangaza kifo cha mwenzake na chake kitatangazwa, kila anaitajwa atasauliwa, kila kilichowekwa kitamalizika na kitakwisha. Hakuna atakayebaki zaidi ya Allah, tabaraka wa taala. Na unafanya jambo, unalifanya ikiwa ni zuri, utaendelea na ikiwa ni baya utakimbilia kuacha, kwa sababu maulamaa wamesema yoyote anayekithirisha kukumbuka kifo anakirimiwa na mambo matatu mazuri: anakimbilia kutubia na anakuwa mchangamfu katika ibada na anatosheka na kile Mungu ambayo kwamba amempatia. Lakini ikiwa hatukumbuki kifo tutakuwa toekadeti na Mungu kila wakati: Ramadhani ikifika nitatubia, nikiwa mzee nitatubia, ikiisha Ramadhani hii nitakuwa mwema. Ni nani alikwambia kwamba huo muda unaopanga uko katika miliki yako. Tumia saa hizi, wakati ushaofikia hii sasa. Haujui baadaye utafika, kesho utafika, hakuna mtu ambaye kwamba anajua Itakuwaje mbele ya safari? Na mtu ambao kwamba hakumbuki kifo anakosa kuwa na kanaa, kila wakati yuwakimbilia dunia kwa hamu kwa hamu kwa hamu. Yoyote ambao kwamba dunia itakuwa ni hamu yake, basi ufakiri utakuwa mbele ya macho yake kila wakati, ya atatajirika atakuwa ni fakiri tu. Lakini twarudia swali ile ile, je, hali tuliyokuwa nayo tunaridhika kifo kitupate kwa hali hiyo? Je, hali tuliyokuwa nayo tukienda kwa Mola wetu ataridhia kutupokea?